Kama nafsi yako ina jeraha kioo kitakionyesha na si kila jeraha linaweza kupona. Na hii ni sehemu ya pili ya simulizi ya Kioo cha Majuto. Basi tuendelee. Giza lililotanda baada ya mlango wa tano kufunga lilikuwa tofauti na giza lolote Amina aliyowahi kuliona. Lilikuwa na sauti, lilikuwa na harufu, lilikuwa na kumbukumbu. Amina alihisi kama amezamishwa ndani ya dimbwi la hofu, kila pumzi yake ikizidi kuwa nzito. Kana kwamba hewa yenyewe ilikuwa hai, ilikuwa hai na ilikuwa ikimpinga kuendelea kuishi. Vipande vya kioo vilivyoanguka vilielea angani vikiangaza mwanga wa buluu hafifu, kana kwamba vilikuwa vinaishi. Polepole vilianza kuungana tena, kila kipande kikitoa sauti ya kilio kidogo, kama mtoto anayelilia mama yake. Kioo kilipojengwa tena hakikuwa sawa na kile cha kwanza, hiki kilikuwa na fremu ya mifupa ya binadamu na katikati yake kulikuwa na giza linalojizungusha kama maji kwenye kisima kirefu. Amina alijaribu kugeuka, lakini sauti ya kike yenye ukongwe na huzuni ilimkata tamaa. Usigeuke, msichana wa damu isiyo safi, utakachokiona hapa ni hukumu ya roho yako. Kioo kilianza kuonyesha picha, lakini si picha za kawaida. Ilikuwa kama sinema ya maisha yake, lakini kwa jicho la siri. Amina aliona siku alipomwibia rafiki yake pesa ya ada na kumtupia lawama mtoto wa mtaani. Aliona jinsi alivyojifanya kuwaokoa watoto wa yatima kwa picha za mitandaoni, lakini nyuma ya pazia, pesa zote alizitumia kwa anasa. Kila tukio lilivyojitokeza, moyo wake ulizidi kuuma. Alianguka chini akilia kwa sauti, sikujua, sikujua madhara yake ni makubwa hivi! Lakini kioo kilimjibu kwa sauti ya mdomo usioonekana, Majuto yako ni cheche, lakini dhambi zako ni moto. Ghafla, sakafu ilianza kutikisika. Sehemu ya chini ya chumba ilifunguka, ikionesha ngazi za jiwe zikipanda chini zikipotea kwenye giza lisilo na mwisho. Kuta za hekalu zikaanza kutiririsha damu, ndio damu halisi, na kila tone lilipotua kwenye sakafu lilitoa sauti ya jina, jina moja alilolisahau, jina la mtu aliyeumia kwa sababu yake. Halafu alimsikia bibi yake tena lakini sasa sauti hiyo haikuwa tulivu, ilikuwa ya onyo. Ukishuka kwenye hizo ngazi, utaweza kurudi. Utaingia kwenye nafsi yako halisi, na huko hakuna urembo, hakuna uongo, hakuna shanga zitakazokulinda. Lakini hakuweza kusimama hapo. Ardhi ilianza kumbana kama inaishi. Mikono ya kivuli ilianza kutoka kwenye kuta ikijaribu kumvuta. Hakuwa na chaguo. Alishika shanga zake akainua kichwa chake juu na akaanza kushuka. Hatua ya kwanza, kisha ya pili, kisha ya tatu. Na kadri alivyoshuka, kila hatua iligeuka kuwa sauti. Kila ngazi ilimwambia kitu: unajua ulivyosaliti, unakumbuka ulivyotabasamu ukisababisha maumivu, unakimbia, lakini majuto yako yanakufuata. Chini kabisa, mwanga mkali ulionekana, si mwanga wa tumaini. Hapana. Ilikuwa mwanga wa kile kilichokuwa kinamsubiri. Mlango wa sita, mlango uliokuwa na kioo kingine, lakini hiki kilikuwa cha mwisho, kioo ambacho hakionyeshi tu uovu wa zamani, bali kinatabiri kifo cha nasi yako. Amina akasimama mbele ya mlango huo akihema, akitetemeka, macho akiwa mekundu kwa machozi. Alipofungua mlango, aliona yeye mwenyewe akiwa tayari amepotea, mwenyewe mwingine aliyejaa giza, tabasamu la uongo macho yasiyo na huruma, mmoja wa wale waliowahi kushuka kabla yake na kupotea kabisa. Amina akafumba macho akatamka, sitakimbia tena, niko tayari, na mlango ukafunguka. Huo ndio mwisho wa sehemu yetu ya pili ya simulizi ya Kioo cha Majuto. Kwa mwendelezo zaidi, tembelea chanel ya MK Mastory YouTube. Hakikisha una subscribe, kulike, kushare na kukomenti.